Story za jaba. Unajua kulikuwa na dereva mmoja alikuwa na kazi lakini, mtu wa shughuli sana, na kukawa na makanga. Huyo mkanga baba yake alikuwa dereva so, kuja siku moja kwamba akaona tajiri moja mwenye alikuwa anga na gari yenye mzee anaendesha, amwambia kijana, mimi najua yu ni mkanga, si unitafutie dereva mwende na gari Jana akasema sawa. Mzee akaenda akatafuta makanga driver mwingine. Huyo driver alikuwa na license, na ni kama anajua route. Akamwambia si nikupatie kazi wewe, endesha gari mi nikuwe makanga driver akasema ndio, lakini kwa route yangu mi niko na kijana mwenye ninaona ataweza fanya kazi. We jioni ngoje pesa zako halafu peleke tajiri gari. Jana akasema hapana, akasema wewe sijali nitakufunza gari jioni. Jioni kamwambia bana nilifunzwa gari na mzee. Akamwambia wewe ujui bana, mimi nilikuwanga nakiendesha hapo kwenyu. Mwambia hapana, fanye hivi wewe, kama utaki gari, kama utaki mimi nikuwe makanga ya gari, sio ujiende, tafute skwodi yako pa lingine. Na mimi si umeniona tu, nimekuwa nikikaa sijakosa kazi, nitaendelea kuwa makanga pale, pale nitapata kazi ya makanga. Sasa unajua ile kitu tulikuwa inamsaidia ule dere ni kwamba yeye anajua wale wanafunzi wa shule wale wenye kazi yao kawaida wanapenda manyanga magari kubwa kubwa zenye ziko na mahewa anajua na kupiga mahewa kijana, makanga, sasa kijana makanga imembidi sasa afikirie. Judere ameenda amejaribu, akapata basi, kaonekana ni kama ako na ruti, lakini leo anada kuja kupiga squad huku kwao, na kijana akimuuliza we, si basi yako sasa, usinipatie squad, anakataa nasema wewe ngoja hapo nje, mimi nitakupatia jioni. So najua hivyo ndio vile inaendanga, haiwezi so kufika hapo hivyo. Jana namwambia mzee, nakaa mimi sijapata driver na huyu driver inaonekana hatuwezi kuelewana, na hao vijana wanapenda mziki yenye iko na hewa. Sasa tutafute gari yenye iko na mahewa alafu mimi nione vile nitafanya. Mwenye gari akamwambia, sawa kijana, mimi baba yako alikuwa anafanya kazi mzuri, ili furahia. Yule kijana mwenye alikuwa makanga yake zamani, naona amemea pembe sana, asikizi watu na akisikiza watu na watoto wa shule tu. So, unaonaje? Story za majaba huko. We, kama unataka kuendelea kufanya biashara ya kuendesha magari inabidi inabidi sana uanze kuangalia. E, mtu akikuletea gari anakuwa na madharau e, panafanya showbiz, pana biga mtu, waendelea tu na kazi yako ya jaba, sawasawa, sawa.